Katika mitaa ya Magomeni, Manzesi na Tandale, kulizaliwa sauti isiyozuilika, sauti ya kasi, maneno ya ukweli na maisha ya mtaa. Huu si muziki tu, hii ni harakati, ni simulizi ya maisha. Karibu kwenye dunia ya Singeli. Singeli au kwa wengine Sengeli ni aina ya muziki wa kisasa unaovuma sana katika maeneo ya pwani ambayo ni maeneo ya Waswahili. Muziki huu unachukuliwa na wengi kama mchiriku wa kisasa, lakini ndani yake kuna mchanganyiko wa miziki mingi ya Kitanzania. Ni muungano wa sauti za taarab, bongo flava, mchiriku na midundo ya vanga maarufu kama mdundiko wa Kizaramo. Ndipo hapo ulipozaliwa muziki huu wa kasi wenye maneno mengi na wa nguvu unaobeba maisha ya mtaa kwa lugha ya mtaa. Singeli ilianza mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili na kumi jijini Dar es Salaam, hasa katika maeneo ya Manzese, Tandale na Magomeni. Ilianza kama mdundo wa mitaani ukichanganya tarab, zilipendwa na sebene kwa kutumia teknolojia rahisi ya kompyuta. Mojawapo ya watu waliotoa mwanga wa kwanza ni madijei waliokuwa wanaongeza kasi ya midundo kwa kompyuta katika studio ya mtaa au kwenye sherehe za vigodoro. Jina muhimu katika kuujenga mtindo huu kisanii ni Msaga Sumu, msanii wa mtaa ambaye alitamba kwa nyimbo zenye miondoko kama Taarabu iliyoongezwa kasi ya mdundo. Ndani ya singeli kuna matawi mawili makuu. Singeli ladha, huu ni mtindo wa utulivu wenye mashairi ya hisia na ujumbe wa kina. Huimbwa taratibu na kugusa mioyo. Singeli michano, maarufu kama Singeli Bakora, huu ni wakasi sana, wa kurusha maneno kwa haraka na wa kuchochea msisimko. Hapa wasanii huonyesha ufundi wao wa kuchana na kuwachangamsha mashabiki. Hapo awali, baadhi waliona Singeli kama muziki wa kihuni kwa sababu ya maneno makali au kasi ya uimbaji. Lakini haikuishia hapo. Singeli ilikuwa taratibu hadi ikaingia kwenye redio kubwa kama EFM. Kituo cha redio ambacho kilipambana kwa kuupa nafasi muziki wa singeli kwenye matamasha, mpaka singeli ikapewa nafasi kwenye masikio ya watu, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vituo vingine vya redio na hata majukwaa ya kitaifa. Wasanii kama Manfongo, Sholo Mwamba, Dula Makabila na Eskide walisaidia kuupa nguvu mwanzoni. Tangu ulipoanza, muziki wa singeli umeendelea kupenya hadi kwenye nyoyo za watu wengi ukiwapa vijana jukwaa la kujieleza, kupaza sauti zao na kusema wanachojisikia bila woga. Katika miaka ya karibuni muziki huu umevuna zaidi ya matarajio. Japo nchini Tanzania kuna aina nyingine maarufu kama nyimbo za Injili, muziki wa dansi na bongo fleva, lakini singeli ilikuja na kusimama imara kutokana na kuongezeka kwa vijana wenye vipaji na uwezo katika utunzi wa singeli. Sasa singeli inasikika ndani na nje ya Tanzania, kutoka Nyege Nyege Festival nchini Uganda hadi maonyesho ya kimataifa. Wapo wanaopenda kwa dhati, lakini pia wapo wanaopinga. Hata baadhi ya jamii ambazo sio za kanda ya Pwani huona singeli kama muziki wa kihuni kutokana na lugha kali ya mtaa inayotumika. Kutoka mitaani hadi redioni, singeli imekuwa haraka ikiwa sauti ya vijana na maisha ya kila siku ni muziki wa sherehe wa mabadiliko na wa utambulisho wa kizazi kipya je muziki huu wa mtaa unastahili kuwa muziki rasmi wa taifa la Tanzania Singeli Fest tuifanye iwe kubwa sana ili kuupa muziki wa singeli hadhi na ustahili kama moja ya alama siseme alama moja ya alama na utambulisho wa Tanzania lakini kuupa muziki wa, wa, wa Singeli thamani yake